mpendwa mtazamaji siku ya jumanne karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi mungu leo tarehe kumi na nane ya mwezi wa kumi na moja kanisa linafanya kumbukumbu kumbu ya kutabarukiwa mabazilika ya watakatifu petro na paulo mitume na masomo yetu e, somo la kwanza linapatikana katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya ishirini na nane aya ya kumi na moja hadi ya kumi na sita na ile ya 30 hadi ya 31, na, na Injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ile ya 14 kuanzia aya ya 22 hadi ile aya ya 33. Nitaisoma Injili. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa, kulipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakasema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akajibu akasema Bwana, ikiwa ni wewe niamuru, nije kwako juu ya maji. Akasema, Njo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao walikuwa ndani ya chombo wakamsujudia, wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, ee Kristo. Mpendwa mtazamaji, kanisa leo Linafanya kumbukumbu kumbu ya kutabarukiwa kwa mabazilika ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Petro mtume alikuwa ni nani? Ni yule ambaye Yesu Kristo alimwita katika kazi yake ya uvuvi na ambaye alimkana Yesu mara tatu. Mwishoni Yesu akamwambia chunga kondoo wangu, na baadaye akamwambia lisha kondoo wangu. Petro aligeuka akawa imara katika imani yake, na kitendo cha kuwa imara katika imani yake alipelekwa Roma akaenda kuwawa, akapigiliwa katika msalaba. Yeye akasema si stahili kufa kama Bwana wangu, mimi kichwa kiwe chini miguu iweze kuwa juu. Akafa kifo dini kwa kumshuhudia Kristo. Na mahali alipo uwawa na akazikwa ndio hapo panaitwa Vatikani. Na likajengwa kanisa kubwa ambalo limepewa heshima ya Mtakatifu Petro, Basilica la Mtakatifu Petro. Na huyu mtume Paulo ni nani? Mtume Paulo alikuwa ni Farisayo. Alilitesa kanisa la Mungu. Baadaye Yesu akamtokea akasema, kwa nini unanitesa Paulo? Huyu Paulo akageuka akawa mwaminifu, akahubiri neno la Mwenyezi Mungu, akafungua makanisa mengi sana. Na asilimia kubwa ya Biblia yetu katika Agano Jipya, nyaraka ni za kwake yeye huyu mtume Paulo. Katika hayo yote ambayo Paulo alikuwa ameyafanya, adhabu yake ya kuhubiri Ukristo ilikuwa ni kifo. Aliuawa, na yeye alichinjwa akauawa, akazikwa nje ya ukuta wa Roma na mahali hapo alipozikwa Paulo, wakajenga kanisa wakalipatia heshima, linaitwa bazilika ya mtakatifu Paulo. Katika injili tunamsikia Yesu Kristo akiwa na mitume wake, ndani mwake alikuwa Petro. Mitume hawa walilazimishwa na Yesu waende mbele, wavuke ng'ambo, yaani waende kule ambako Yesu alikuwa anataka waweze kwenda hatuna muda kuweza kujadili kwa nini Yesu aliwalazimisha, lakini habari njema ni kwamba katika safari yao hiyo hawakumchukua hawa Yesu. Yesu hakuwa pamoja nao katika chombo kile, na hii naomba tujifunze. Mwalike Yesu aweze kuwa katika chombo chako cha usafiri, mwalike Yesu aweze kuwa katika kazi yako, asafiri pamoja na wewe. Mwalike Yesu katika safari ya wito wako, katika ndoa yako Mwalike Yesu katika familia yako, mwalike Yesu kila mahali unapokwenda, mwalike. Hujui mbele yako kitu gani kitakachotokea. Wenzetu katikati kati ya bahari, mawimbi yakakipiga chombo, upepo ukawa ni mkali, chombo kikaanza kusuka suka, wakawa na taabika sana. Wale wote ambao hawakumwalika Yesu akawa pamoja nao katika safari, mapigo yamekuwa ni mengi sana, wanaomba msaada kila sehemu wanakosa lakini kwa sababu Yesu ndio aliwalazimisha waende katika safari hiyo, alipokuwa katika maombi, Yesu aliona chombo chao kikiwa kinataabika, akashuka mara, akatembea juu ya maji kukiendea kile chombo, na alipowakuta akasema msiogope, ni mimi. Tutajifunza kitu hakika: Yesu hawezi kutuacha katika mateso, maisha yetu yanavyopigwa na mawimbi mazito, yaani wito wetu unavyopigwa na pepo mbalimbali, familia inavyopigwa na mawimbi mazito na machangamoto mengi, kazi yako inavyopigwa, biashara yako inavyopigwa, afya yako inavyopigwa, Yesu aweze kukuacha, madamu umekuwa ni wa kwake, atakujia. Mara Yesu akamwambia usiogope, na ni habari njema kwako kwa kwa, usiogope mawimbi, usiogope mateso, usiogope shida. Yesu anakuja, anatujia katika magumu tuliyokuwa nayo. Petro alipomwona Yesu akasema, ikiwa ni wewe niruhusu na mimi nije nikufuate wewe. Alipokaza uso wake, alipokuwa anamwendea Yesu aliyemwambia njoo, Petro alitembea juu ya maji. Yaani kwa sauti ya Yesu, kwa maneno ya Yesu, tunaweza kufanya hata yale ambayo katika namna ya kibinadamu yameshindikanika, tukatembea juu ya maji. Alipokaza uso wake, alitembea juu ya maji na alipokuwa anamwendea Yesu, ghafla aliacha kumwangalia Yesu akaanza kuangalia upepo. Petro alizama, ingawa alikuwa ni bingwa wa kuogelea alizama. Tunajifunza kitu gani? Katika safari yako ya maisha, unaweza ukawa ulikuwa mwaminifu kuweza kumtazama Yesu na baadaye ukaacha kumtazama Yesu ukaanza kuangalia mapepo, kila kitu kwako ikawa ni mapepo, ukaanza kuangalia upepo. Usiache kuangalia, usiache kumwangalia Yesu, acha kuangalia pepo. Acha kuangalia kila kitu ambacho si cha kimungu, mwangalie Yesu katika safari ya maisha yako. Ukiacha okay, kumwangalia Yesu utazama, hata kile kitu ambacho ulikuwa una uwezo nacho una uzoefu nacho. Kama Petro alikuwa ni mvuvi, anajua kuogelea, kwa sababu aliangalia mapepo, alizama. Unamwangalia nani katika safari yako ya maisha? Umeacha kumwangalia Yesu? unamtazama nani? Na, kwa, na umezama katika eneo gani mpaka ujiwezi? Yesu alifika pale akamshika mkono akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Usije ukaona shaka katika safari yako ya maisha, mwangalie Yesu utashinda, ukiangalia upepo utazama. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.